Msikilizaji ameandika tumsifu Yesu Kristu, anaomba kujua umuhimu wa Sakramenti ya Kitubio kwa padre. Anaitwa Andrew kutoka Singida. Kutubu dhambi na kukiri mwa kwa Mungu ndio kunakupa uhai na wema, na kupitia kwa kuhani wake, kuhani wake anakuwa ni shahidi wa ile huruma ya Mungu, kwa sababu Bwana alitoa haba, alitoa nguvu hizo ili kuhakikisha kwamba umetubu na umekiri dhambi, ndiye akaweka hiyo sakramenti ya kitubio. Ukienda ukasoma katika injili ya mtakatifu Yohana sura ya 20 aya ya 22 anasema hivi: naye akisha kusema hayo akawavuvia na akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu, wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo akitoa nguvu kwa mitume wake ya kuweza kuondoa dhambi kwa watu kwa jina lake. Ndizo anasema na kuondolea dhambi zako zote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na dhambi zako zinaondolewa kwa nguvu za Utatu Mtakatifu.